Kwa majina anaitwa Experta Bernard Paulo, ni mzaliwa wa Morogoro vijijini. Mtoto wangu anaitwa Harith Stephen Otaro, mtoto wangu ana ulemavu wa viungo. Nilimzaa vizuri tu pale hospitali kubwa, lakini ndani ya miezi kadhaa alikuwa anapata homa kali. Nilimpeleka pale hospitali, wakaniambia kwamba ana dalili ya degedege dege. kwa hiyo homa zile zilikuwa zinaenda mara kwa mara. Alipofika miaka mitatu nikaona hakai chini, nikamrudisha tena hospitali. Daktari akaniandikia barua ya kwenda CBRT. si kutoka hapo, sikufanikiwa kumpeleka CBRT kwa sababu sikuwa hata na hela ya nauli. Nilikaa, alipofika miaka saba nikafanya utaratibu wa kwenda kwa afisa mtendaji, akaniandikia barua ya kwenda kwa mkuu wa wilaya, akanipa barua ya kuchangisha michango, nikapita kuombaomba ndani ya miaka kama miwili maana kuanzia akiwa na miaka saba mpaka miaka tisa nikampeleka hospitali nani, kule CBRT ndo akafanyiwa operation ya kwanza. Nikarudi ndani ya miezi sita akawa anatumia dawa na nikamwona tu mwanangu anaendelea vizuri, maana alikuwa hawezi kukaa. Kwa sasa hivi nikimkalisha, anakaa japo sio kwa masaa mengi. Alikuwa hawezi hata kuita mama lakini sasa hivi anaweza kuniita hata mama. Alipofika miaka tisa ni, nilipompeleka kule Sibiaratiwa akaniambia natakiwa afanywe tena operation ya pili. Maana hata pingili za mgongo zilikuwa hazina mawasiliano. Na ndio maana alikuwa anashindwa kukaa. Sasa nikawa nawaza, nianze tena kwenda na pita mitaani kuchangisha tena michango, nitachukua muda gani? Ndipo nikaanza kuwatafuta viongozi wa ngazi za juu ili kuongea nao nijue ananisaidiaje, lakini kila ninayeongea naye ananipitisha kona. Mpaka sasa nikabaki tu nikatulia peke yangu nyumbani, maana tahela kumpeleka mwanangu kwenye mazoezi in, inanishinda in, sababu mimi mwenyewe nipo kwenye nyumba ya kupanga kodi, nalipia elfu kumi na tano kwa mwezi. Maisha yangu mimi, kula kwangu, mlo wangu ni mmoja. Asubuhi nikipika uji, mchana sipiki chochote, jioni inapika ugali Kazi yangu mimi ni kutafuta milaba mitaani, mashambani, mitaani humo natafuta kazi za kufanya, kama labda kuosha vyombo, kufua nguo kwa watu. Nikipata elfu tano, elfu kumi, narudi nyumbani na nisaidia siku mbili tatu. Kwa hiyo ninaona kwamba maisha ambayo naishi ni magumu. Nilikuwa naomba ndugu wa Tanzania, ndugu mtazamaji, viongozi wa serikali na viongozi wa dini, mnaonitazama, mnaonisikiliza niwaombe nipate nikipata sehemu ya makazi, yaani nikikaa mwenyewe niko kwangu, najitegemea mwenyewe na watoto wangu, hata mi mwenyewe napata akili ya kuweza kufanya jambo. Na nikipata pia pesa ya mtaji naweza nikafungua hata genge, nikafungua hata kabanda kakuuza viatu au nguo za mitumba, nikaishi na watoto wangu. Babake na hali hii alishaniacha akiwa na miaka minne mpaka sasa sijajua yuko wapi, na mawasiliano na mimi amekata kabisa. Maana alivyoondoka alifuta namba za simu za ndugu zake wote katika simu yangu, na alifuta na namba yake ya simu kwenye simu yangu. Mpaka sasa sina mawasiliano naye. Ninachoomba kwa mahitaji ya mtoto wangu ni baiskeli au yani, nipate vifaa ambavyo vya kuweza kumfanyia mazoezi nyumbani kwa sababu hapa nyumbani natumia kujaza mchanga kwenye visafleti ndo namwekea katika miguu, namwegemishia kwenye mgongo. Kwa nikiweza kupata kama kibaiskeli au stendi ya kuweza kumsimamishia, aweze kushika na kuweza kusimama. Kuna maana tukimpelekaga nikimpelekaga kwenye mazoezi, kuna vifaa ambavyo naviangalia, kuna kile cha kumfundishia kutambaa kuna stendi ya kumsimamishia yaani unamfundisha jinsi ya kushika simame ajitegemee mwenyewe kwa hiyo mimi ndugu wa tanzania niwaombe mtoto wangu kama ataweza kupatiwa baiskeli au stendi ya kuweza kumsimamishia kumfanyia mazoezi mwenyewe nyumbani ningeweza kushukuru sana namba yangu ya simu 0788 961 667 Sifuri saba nane nane tisini na sita kumi na sita sitini na saba jina litatoka Nassor Miono.